Faris Burhani e, kwa sasa mimi ni e, mtiania wa kugombea nafasi ya ubunge wa jimbo la Bukoba vijijini e, mkoa wa Kagera. Mimi awali ya yote nimshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye leo ameniwezesha kwa mapenzi yake nimerejesha fomu ya kugombea ubunge wa jimbo letu, jimbo la Bukoba vijijini. Nilibahatika kuichukua fomu asubuhi kama ya leo ya tarehe 28, na leo tukiwa katika siku ya mwisho, nimefanikiwa kurejesha fomu kwa katibu wetu wa chama wa wilaya ambaye ndiye mkurugenzi wa uchaguzi katika chama chetu. Lakini jambo la pili eh, ni kishukuru sana chama chetu cha Mapinduzi kwa namna ambavyo kimetoa fursa kwa watu wote uweza kuonyesha nia wale wenye nia kuonyesha nia zao kwa maana ya kuchukua fomu ya kuomba nafasi kupitia chama chetu, Chama cha Mapinduzi. Binafsi nafarijika kwa sababu idadi kubwa ya watu waliochukua na kurejesha fomu ndani ya chama chetu, hasa upande wa majimbo yetu tisa ya uchaguzi, ni kielelezo tosha cha demokrasia ni kielelezo tosha cha ukomavu wa demokrasia ndani ya chama chetu, chini ya usimamizi wa mwenyekiti wa chama chetu ambaye pia ni rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Jana nilikuwa nasikiliza taarifa iliyotolewa na, na, na katibu wetu wa chama wa mkoa akieleza kwamba mpaka sasa, mpaka jana, ambayo ilikuwa ni tarehe moja, watiania wa 132 wameonyesha nia zao kupitia majimbo mbalimbali. Hili sio jambo dogo, kwa sababu ukichukua idadi hiyo ukagawa kwa majimbo tisa tulionayo ni wastani wa wagombea kumi na wanne kwa kila jimbo. Lakini tunashukuru zaidi, mathalan kwetu hapa nilikuwa na saini kwenye kitabu, nimeona wagombea kwenye wilaya yetu, kwenye jimbo letu wamefika kumi na saba na ninaamini pengine kwa siku ya leo wanaweza kuongezeka. Tunachoendelea sisi kama watiania, nikiwemo mimi ni kuendelea kusubiri utaratibu wa chama chetu kiweze kuingia kwenye vikao kuweza kutujadili, na wale watakaopata bahati ya kurudishwa katika watu watakaoenda kupeperusha bendera ya chama chetu, ninaamini watakuwa ni watu sahihi.